Aliwahi kusema mtu mmoja kuwa matajiri wengi na mabilionea wengi wako makaburini, hawako hawako duniani. Akiwa ana anamaanisha kuwa makaburini wamelala watu ambao walikuwa na ndoto kubwa, walikuwa na malengo makubwa, walikuwa na mawazo mazuri sana ya kuwa watu wakubwa lakini sasa wamelala. Sasa nikajaribu kufikiria kauli yake hii aliyowahi kuitoa mashuhuri sana, profesa mkubwa sana, nikagundua kuwa wapo watu kweli wamelala umauti kwa sababu walikuwa na ndoto, walikuwa na maono, lakini amkini walikosa mahala pa kuonesha maono yao ama walikosa muda wa kuonesha na kuweka wazi malengo yao. Sasa hii imekuwa ni changamoto kubwa kwa watu walio wengi. Sasa nini funzo tunakwenda kulipata katika sentensi hii? Ni kuwa unapaswa kutimiza malengo yako katika wakati ule ambao upo, yaani wakati uliokuwa nao sasa hivi. Ni wakati ambao unahitajika sana kupambana, kuongeza juhudi, kutafuta namna ambayo unaweza ukatimiza malengo yako. Mara kadhaa nimekuwa nikisema kuwa ulichokuwa nacho ndani lazima ukionyeshe nje, yaani kile ambacho kwako ni njia ya kukufikisha mahala fulani, nitahidi sana ukionyesha sasa watu walio wengi wanakuwa wana maono, wanakuwa wana malengo, wanakuwa na wana mawazo mazuri, lakini changamoto inakuja ni kwamba wanashindwa namna ya kuonesha hayo malengo yao. Inawezekana amejiaminisha kuwa katika fikira yake kuwa akikileta mbele za watu, watu watamuona kuwa yani wata, wat, wat, watakichukulia katika hali ya kudharau, lakini hmm. Hayu hivyo ukiwa unasoma mtu ambaye amekomboa ulimwengu wamekomboa watu wengi katika imani ya, ya, ya Kikristo Yesu anazaliwa anazaliwa mahali panyonge, na ukisoma mahala fulani yaani, wakati anakwenda kuzaliwa wazazi wake Yusufu pamoja na Mama Maria wanagonga hodi katika nyumba wakiomba mahala pa, pa, pa, mama yule apate kujifungua, lakini kila mahala palikuwa pamejaa, sababu kumbuka wakati ule ni wakati ambao kila mtu alikuwa anarudi kwa ajili ya kuja kuhesabiwa katika mji wao. Sasa Yosufu na Maria wanakosa mahala pa, pa, pa, pa, pa kumweka mama yule Maria, kwa maana ya kujifungua, inapelekea na kwenda kupata mahala pa malisho ya wanyama katika holi ya kulia kwa nyama sasa, unaweza ukavuta picha mtu ambaye anakwenda kuzaa kitu kikubwa, mtu ambaye anakwenda kuleta ukombozi katika jamii, katika ulimwengu, anakwenda kuzaliwa mahala panyonge, lakini mwisho wa siku anakwenda kuwa ndio mtu mkuu. Kwa hiyo hilo ni moja ya funzo ambayo inatufundisha kuwa, kuwa hakuna kikuu ambacho kinaanza katika ukuu. Kila ukuu unaanza katika hali ya chini na hali ya udhaifu na hata wakati akifanya shughuli zake hakuna, ilikuwa ngumu sana kuaminika, kwa sababu kila mtu alikuwa hamwamini, na ilifika wakati alikuwa akizogomwa na akisukumwa mara kadhaa. Sasa hii inakufanya wewe mwenyewe kuona kuwa katika kile ambacho unacho katika mazingira ambayo wewe unayo unatakiwa kuanza hapo hapo, usijali watakuchukuliaje, usijali watakuzungumziaje Usijali kile unachokifanya kitazungumzwa kwa namna gani, kitapokelewa kwa namna gani. Unachotakiwa wewe ni kufanya kila kitu, kifanye katika ubora. Ukifanya cha kwanza, cha pili kifanye katika ubora zaidi ya cha kwanza. Utakapofanya cha tatu, kifanye katika ubora zaidi ya cha kwanza na cha pili. Hii itakusaidia sana wewe kukua. Sasa unapokuwa na mawazo, namna gani sasa unaweza ukayatimiza mawazo yako? Kwanza ni lazima ujue nini unachokifanya. Pili lazima ujue wapi unakwenda. Tatu ni lazima ujue watu wanaokuzunguka ni watu wa namna gani? Je, wana support ama wana ignore kile ambacho unakifanya? Sasa usikatishwe tamaa wanao ignore, ila chukulia kuwa ni funzo na chachu ya wewe kupiga hatua, kwa sababu kuna watu wamefika mahali pakubwa leo kwa sababu tu alidharauliwa jana. Inawezekana utadharauliwa na marafiki zako, utadharauliwa na, na ndugu kwa kile unachokifanya, lakini unapaswa kujua kuwa wewe unatakiwa ufanye kilicho bora zaidi. Sasa nini utaweza kufanya, ni kwa wewe mwenyewe kukubali kufanya. Ni lazima ufanye kwa sababu unakipenda, na slogan inasema ukifanya kitu unachokipenda utakifanya katika ubora. Sasa jitahidi sana kwenye kile unachokifanya, unakifanya katika ubora. Sasa ile kusema kuwa nitafanya nitafanya kesho, nitafanya mwakani, nitafanya siku za usoni nitafanya, ndio tunarudi kwenye yule msemo kuwa tumepoteza watu wengi na tuna mabilionea wengi makaburini hivi sasa kuliko hata walioko wapi, walioko, walioko hai. Sasa jitahidi sana katika wakati huu ambao uko nao kutimiza yale maono yako, kutimiza yale malengo yako, hiyo itakusaidia sana. Aliyekusema Benjamin Franklin kuwa watu wengi wana wanazaliwa na wanakufa wakiwa na umri wa miaka ishirini na tano na wanazikwa wakiwa na miaka sabini na tano. Sasa unaweza ukajiuliza, kwa namna gani mtu anapofikia umri wa miaka ishirini na tano ndipo anaanza ku kupoteza yale maono ambayo alikuwa nayo tangu akiwa mdogo? Inawezekana mtu alipokuwa mdogo alikuwa anatamani awe mtu fulani, lakini kadri anavyokuwa mpaka anafikia ile age ya miaka ishirini na tano anaacha kabisa kufanya kile ambacho alikuwa anatamani kukifanya katika wakati wa nyuma badala yake ni nini? Anakwenda kufanya kitu kingine. Inawezekana wakati anakuwa katika umri wa chini alikuwa anajisemea anajana, anasema kwa watu kuwa natamani nije kuwa mcheza mpira, natamani kuja kuwa mwimbaji, natamani kuja kuwa mwigizaji, lakini anapofikia ule umri anaanza kuhisi kuwa hapana, huu ni umri ambao natakiwa nipambane kutafuta vitu vingine kutafuta fedha, kutafuta mambo mengine. Kumbe kile alichokuwa nacho, alichokuwa anakiona tangu mwanzo ndiyo ilikuwa ni namna ya yeye kupata hiyo hiyo fedha. Kuna watu wamepoteza malengo yao. Niliwahi kuwa na kukutana na, na, na, na mtu mmoja akaniambia ameacha ile karia ambayo alikuwa anaipenda tangu akiwa mdogo kwa sababu ame, ameona amefikia wakati ambao anahitajika kupambana zaidi katika maisha. Unaweza ukajiuliza <laughs> Sasa je, ile karia ilikuwa haiwezi kuwa chachu yeye kupambana ili afikie katika malengo yake? Kwa hiyo hii ndio ndio changamoto kuu, na ndio changamoto ambayo inapelekea watu wengi kufa wakiwa na maono yao. Sasa usifi ukiwa na maono yao, inawezekana unaishi alafu tayari umesha kufa, kwa sababu maono yako amesha kufa. Unafanya kitu ambacho hukutamani kukifanya, umekuwa mahali ambapo hukutamani kuwepo. Kwa hiyo jitahidi sana kufanya kitu katika wakati, kufanya mambo ambayo yatakufanya wewe uwe, uwe mtu mkubwa bilionea, ili usije kuwa bilionea ambaye amelala kaburini. Sasa jitahidi sana katika wakati ambao uko nao, jitahidi kutumia muda wako vizuri na ili kutimiza malengo yako. Siri moja wapo ni kutumia muda vizuri, muda uliokuwa nao lazima utumie kwa. Ukiona mtu anashindwa kutumia muda katika nidhamu ya hali ya juu, inakuwa ni ngumu sana mtu huyu kupiga hatua, inakuwa ni ngumu sana mtu huyu kufanikiwa, kwa sababu muda ni jambo la msingi sana. Jitahidi kila wakati muda wako unakuwa umeugawanya katika mambo ya msingi na katika mgawanyo ambao umebalance, ili kutimiza malengo yako. Ukifeli katika muda, ukifeli katika wakati tayari umeshapoteza kila kitu. Mambo mengine utafanya, lakini yatakuwa hayaendi kwa sababu tayari umekosa nidhamu ya muda. Tunasema time management, lazima uwe na time management, lazima ujue kumanage muda wako, lazima ujue kuutumia muda wako katika hali ambayo uko nayo. Hii itakusaidia sana wewe kuwa mtu mkunye, itakusaidia sana kupiga hatua katika maisha, katika wakati ulioko nao Thanks, and see you at the top.